Bugando tulipeleka zaidi ya shilingi bilioni tisa kuboresha huduma, vifaa tiba na kufanya ujenzi, ikiwemo awodi wa wagonjwa mahututi au magonjwa wenye mahitaji maalum na mahututi, yaani ICU. Lakini vile vile tumejenga ujen, uje, ujengo la matibabu ya saratani au kansa. Tumenunua mashine za uchunguzi wa saratani za matiti kama ukinamama, unaweza kwenda na kupima, kama una dalili au ipo unawahiwa mapema. Lakini vile vile tumenunua mashine za mionzi ya saratani pale um, uh, Bugando, na sasa wagonjwa wa saratani kutoka kanda ya ziwa haiwalazimu tena kwenda usheruri Dar es Salaam, matibabu yanapatikana pale Bugando.